Eneo bunge la Malindi linatazamiwa kupata ujenzi wa nyumba za bei nafuu na chuo cha mafunzo ya matibabu KMTC ambapo kipande cha ardhi cha ekari ishirini cha Shule ya Upili ya Malindi kimetengwa kwa ajili ya miradi hiyo. Hata hivyo, kundi moja la wakazi waliosoma katika Shule ya Upili ya Malindi walitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya hatua ya ardhi ya shule hiyo kutumika kwa ajili ya mradi wa nyumba za bei nafuu.

lazima tujenge ofisi, lazima tujenge laboratories, lazima tujenge mahali pa wanafunzi pa kulala. Na ile ardhi ya pale haitatosha, ya pale Malindi Hospital. Affordable housing project ni project ya kibinafsi, mbona iliyote katika ardhi ya shule? Hilo ni la kwanza. La pili, kwa project ya KMTC tunavyojua kama wakaaji wa Malindi ni ya kwamba kuna uwanja ambao ulikuwa umetengwa kwa ajili ya project ya KMTC, ambayo kwa maeneo ya general katika uwanja wa hospitali kubwa pale Malindi. Lakini iliendaje ya kwamba paka KMTC ikawapropose ikuje katika uwanja wa Malindi hayo